Karibuni tena watu wa, mwabatu, mbaka, pili, wa Mungu pote mlipo, tuzidi kumshukuru Mungu mwumbaji kwa nafasi ameweza kutukirimia katika somo letu la leo, ambao tunataka tukosoe mambo ambayo tunasema haki. Maana yake tunaambiwa katika kitabu cha Timotheo wa pili tatu mstari wa kumi na sita kwamba neno la Mungu limeongoza pale kwa ajili ya kuweza, na pirate, hivi kila andiko lenye pumzi ya Mungu nafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuongoza na akuadibisha katika hali, tunaona kila iko lenye pumzi ya Mungu nafaa kwa hayo. So lipo mtakakuoneleo baada ya kuweza kusikia baadhi ya watumishi wa Mungu na wachungaji ambao naikia mz katika sehemu mbalimbali, wanapofundisha nasema kwa, kwamba sheria iliisha baada ya Yesu kufa, ambapo ni vyooni kinyume na maandiko, basi tiko. Somo letu leo ni je, sheria imeisha? Manake kuna mafundisho yamekuwa yakivuka kwamba baada ya Yesu Kristo kufa pale msalabani, basi sheria imeisha, lakini sio hivyo. Acha tuone neno la Mungu linasema aje, manake hatuwezi chukua fikira za wanadamu tukaweza kuziweka, ni hali Yesu ameweza kutupatia maandiko matakatifu na amesema katika Isaya 34:16 tafadhali, kitabu cha Bwana ukasoma. Warumi sita mmoja anasema: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kwa nyingi? Hasha! sisi tuliofilia dhambi, tutaishi tena katika, tutaishi tena katika dhambi? Haufahamu <laughs> ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tuliziweka pamoja naye kwa njia tulizikwa pamoja naye ya ubatizo, na katika mauti yake kusudi kama kes fuka katika wafu kwa nia moja utukufu wa baba wa baba, nasi tuenende katika upya wa uzima. So lengo langu liko pale katika mstari wa kwanza tuseme nini basi, tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi, uara pili, hasha sisi tuliofia dhambi, tuisheje tena katika dhambi? So na pia katika Warumi saba saba anasema tuseme aje basi, torati ni dhambi? Hasha, walakini singalitabua dhambi ila kwa sheria, kwa kwasikuwa ni singalijua utamani kama torati s ni singalisema usitamani. So tunaona kwamba dhambi, sheria ama amezanezi hizo zinaonyesha kwamba dhambi, na tumeona kwamba kwa nini hata kwa kuchora mtu naulizwa, tutende dhambi ili neema izidi kudumu? Kisha maandiko anasema la hasha, tutendaje dhambi ili hali tumefidia tumefia dhambi. So kwa nini kwa nasema sheria za Mungu zimeisha? Basi za Mungu zimeisha maana kwa nasema kwamba katika agano la kale tunaona kwamba sheria zilikuwa zimeandikwa katika mbao za mawe ambapo tunaona katika kitabu cha Deuteronomy chapter 5. Lakini katika agano jipya tunaona kwamba baada ya Yesu kuja na kufa msalabani, haziandikwi katika mbao za mawe, bali katika nia na akili zetu, ama mioyo zetu, na kusoma katika kitabu cha Waebrania na mstari wake ni wa 10 Maandiko yanasema hivi aa8 maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zangu. Kumbe tunaona sheria zijaisha. Yesu anasema atawapa sheria atatupa sheria zake, na katika mioyo yangu nitaziandika, na nitakuwa Mungu kwao naao watakuwa watu wangu. So, anaziandika bali zinaandikwa katika mioyo yetu na katika nia yetu, katika agano jipya tunapomwamini Yesu Kristo, baada ya kuweza kuja na neema ili aweze kutuokoa, bali sio kwamba zimeweza kuondolewa. Maana tunasema tunasema nitawapa Biblia, pia katika kitabu cha Isaya hamsini na moja mstari wa saba anasema nisikilizeni, enyi watu wangu, watu wangu ambao sheria yangu imo moyoni mwini. Tunaona kwamba sheria haishi, bali haziandikwi tena katika bao mbili za mawe, ni sababu zilikuwa zile kwa agano la kale, bali ni katika nia zetu na katika moyo wetu. Na ipo, tunaona kwamba tunaambiwa katika kitabu cha Yohana 14, wapo tunampenda Mungu basi Yohana 14:15, ikiwa mnanipenda basi shikeni amri zangu na tukaona huko ndiko kupenda Yesu Kristo. Katika waraka wa kwanza wa Yohana kwamba Yesu anafanya na kuona watu wakaenda katika ukweli. So fundisho kwamba sheria ziliisha zi pale msalabani ile ndio upotoko, na lazima tukeze kutashirikisha ili tukeze kutenda dhambi. Maana kuna kusema sheria ziliisha zi, kama tunasema sasa watu watende dhambi, maana Yesu alizikufia pale msalabani zikaisha. Hapana. So tunaona kwamba baada ya kuja na kuleta nema katika katika agano jipya, uani katika mioyo yetu, anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana tatu nne, kila atendaye dhambi kufanya uwasi, kwa kuwa dhambi ni uwasi. Dhambi ni uasi wa sheria, sasa sheria imekuja ili iweze kutuonyesha dhambi, tuweze kuondokea dhambi, ili nasi tuweze kuwa ni wenye kufikiria huo uzima wa milele. Waraka wa kwanza wa Yohana mbili, mstari wa kwanza anasema, yeye asemaye namjua wala hazishiki amri zake wala kweli haima ndani yake, lakini ashikaye neno lake, katika huo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili tunajua kuwa tumo ndani ya, yake. Yeye asema ya kuwa nakaa ndani hio, imempasa kuenda mwenyewe vile vile kama yeye eh, amijonendo. So tunaona kwamba sheria azizi zikaisha, maanake ndio zinatuongoza kila tunapokusudia kutenda dhambi tunakumbuka zile sheria ambazo Mungu ameweza kupeana ili zikeze kutuongoza. So, na ndio maana tunasema kwamba aziishi, bali zinaandika katika mioyo yetu na katika nia yetu katika kanuni. So wale ambao wanasema kwamba ziliisha, hilo ni fundisho ambalo alistahili na lazima tukiweze kurekebisha ili tukiweze kupata um, um, sma Yesu, tuweze kufuata Yesu Kristo, maana nasema hiyo njia, usema God bless you. E, napo zidi kutafakari hayo. Maana yake sio tu mara moja, nimesikia na mara mingi nimesikia somo hilo, na tukaona pia katika Mithali tukaambia kwamba kumcha Mungu ni mwanzo wa hekima na maarifa. So, na cha Mungu maana yake ni kushika amri zake na sheria zake, na ndipo utaweza kutambuliwa kama watakatifu. Kitabu cha Yohana kumi na mbili kumi na nne kumi na mbili Hapa ndipo sheria watakatifu au shikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. So, tunaona kwamba bado ziko na tunaibizwa kwamba tukiweza kuzishika ili tukiweza kuwa watakatifu ona kwamba baadhi ya watu wanasa kwamba sheria ziisha marabai, ilhali unasema kwamba ziadii tena, katika zile mbao mbili za mawe, zile ambazo zinaonekana na wanadamu, katika katika nia na katika mioyo yetu ili kusudi la kulikeza watu ezesande